Karibu tena mtazamaji. Wamiliki wa shamba la kijamii la Kishushe kaunti ya Taita Taveta wamefanya maandamano kushinikiza wizara ya madini kueleza jinsi mwekezaji mmoja ameingia kwenye shamba hilo bila idhini yao. Wamiliki hao wakisema wizara hiyo haijatoa leseni za uchimbaji madini, ila wanashangaa jinsi mwekezaji huyo amepata leseni ya kuchimba madini kwenye shamba hilo la kijamii. Imewabidi maafisa wa polisi kuingilia kati na kutuliza hali baada ya makundi mawili ya uchimbaji madini kuanza kulaumiana vikali kuhusu shughuli za uchimbaji madini. <coughs> Uh, alipataje lisensi yake? Na lisensi lazima upate land owners consent, na sisi kama members hakuna siku wamekuja kwetu kuomba consent. Kile kitu wamefanya wameingia kwa kadasta, wakahongana, wakafunga shamba kubwa sana, na wamefungia migodi ya artisanal miners zaidi uh, ya vikundi 30. Yes, hiyo yani prospecting consent haja hajawahi fanya kazi, haja hajaonyesha mali alifanya prospecting. Na ya pili, hata alipata leseni, tunataka tuone wapi ripoti ya prospecting ndo aseme kwamba alifanya prospecting ni sehemu gani ya, ya tatu ndo aidhinishwe ili aende kupata mining permit, lazima apatiwe nani uh, consent ya mining na land owner consent. Consent ya kwanza ni ya prospecting, alete report na coordinates. Ya pili ni mining consent. Zipo wapi resolutions zilizokuwa zimepasishwa zime hapo ilikuwa ni kwamba shughuli zote zisimame na tungojee siku 21 kutatoka suluhu ambayo itatuongoza kwa kusema ni kamati ipi ambayo itakuwa legal na ambaye itaongoza hiki chama. Wengine ambao hatuku wako nao katika mkutano wa Alhamisi wiki iliyokwisha hawakuwepo pale, ndio wenyewe tumewapata hapa, ambao ndio wanaongoza hii kazi ya kuendelea kukata pori hapa na viongozi wa Kenya Kwanza.